Uh, mi kwa jina naitwa Happy Masenga ni mkurugenzi wa huduma za maendeleo ya taaluma, Baraza la Uuguzi na Ukunga. Katika kipindi hiki tumekuwa hapa katika ukumbi huu wa Mirembe, chuo cha Uuguzi na, na Ukunga taasisi ya mafunzo ya, ya, ya sayansi kwa ajili ya kukamilisha dokumenti yetu muhimu sana ya scope of practice. Na katika zoezi hili timu ya wataalamu akiwakilisha makundi mbalimbali mbali katika taaluma ya uuguzi na ukunga wameweza kukaa na kuipitia scope of practice ambayo ilikuwa kwenye process ya maandalizi ili kuweza kuikamilisha na kuhakikisha kwamba katika scope of practice document hii ambayo tunaenda kuikamilisha imeweka kila mahitaji muhimu yanayomgusa muuguzi na mkunga katika kila levo yake. Kwa mfano eh, ngazi ya ya ya muuguzi msajiliwa ambaye tunasema ni enrolled nurse diploma, degree, masters mpaka na kuendelea. Kwa hiyo timu imepitia kwa umakini kabisa na kuona kwamba uh, scope of practice inakidhi mahitaji ya wanataaluma katika mawanda yao ya kufanya kazi, na baada ya zoezi hili ambalo hili limewezeshwa na UNFPA ndani ya wiki mbili zijazo dokumenti hii au eh, scope of practice hii itafanyiwa dissemination. Tunajua kwamba dissemination ni, ni process ya kuinform stakeholders kuhusu hii dokumenti au kuhusu uwepo wa nyaraka hii muhimu kwa ajili ya wanataaluma ya uguzi ukunga kuweza kusimama na kutoa huduma ndani ya mawanda yao. Kwa hiyo tutaifanyia dissemination na baada ya hapo utakuwa na uwakilishi wa wadau mbalimbali wakiwakilisha wauguzi na wakunga kwa ngazi mbalimbali, lakini tutaendelea ku disseminate e, hii scope practice kupitia forum mbalimbali mbali, ambazo wauguzi na wakunga wataweza kupata taarifa. Lakini tutatumia website ya Baraza la Uuguzi na Ukunga, ambayo katika website kila muuguzi na mkunga huwa na access na atakutana na hii document ili kuweza kuisoma na kuielewa lakini tunatamani katika baada ya dissemination, tutaprint baadhi ya machapisho ya machapisho au nyaraka kopi chache ambazo tutazipeleka katika kila kituo cha kutolea huduma kwa, kwa ngazi zote na kwa, na wadau mbalimbali wakiwepo waajiri. Kwa hiyo tutawapa nakala ngumu angalau kila kila eneo muhimu lipate hiyo, hiyo nyaraka kwa muuguzi na mkunga yoyote, kwa sababu hii ni nyaraka ambayo inamsaidia kuweza kusimama na kutoa huduma ndani ya mawanda yake, lakini akienda sambamba na miongozo mingine yoyote ambayo ina, iyopo inayosimamia utoaji wa huduma za uuguzi na ukunga hapa nchini. Kwa hiyo hii nyaraka inampa ina, ina nafasi ya kuweza kutumia nyaraka nyingine au miongozo mingine ya, ku, ya kutoa huduma, kwa mfano tunasema kwamba scope of practice inatoa mawanda. Uh, tunaposema mawanda ile statement statement description ya statement ya scope inampa muuguzi nafasi ya kutafuta miongozo mingine ya kumwezesha kutoa huduma husika kwa kuzingatia miongozo mingine mbalimbali mbali, ili aweze kutoa huduma bora na ndio maana tunasema kinyume cha hapo kwamba kama unashindwa kufanya kazi kwa ndani ya mawanda yako, ina maana pia utakuwa umeshindwa kutoa huduma kwa kuzingatia miongozo mbalimbali inayokuelekeza kutoa huduma katika viwango vinavyotakiwa. Kwa maana hiyo sasa, wauguzi na wakunga, popote tutakapokuwa tumepata hii nyaraka yetu ya scope of practice kumbuka kwamba utowapo huduma yoyote, lazima uzingatie miongozo mingine ambayo inakuelekeza namna bora ya kutoa hiyo huduma, na hii ndio itakuweka kwenye position ya kuonekana kwamba wewe una umahiri wa kutosha kutoa huduma stahiki na huduma yenye viwango kwa mhitaji. Kumbuka sisi wauguzi na wakunga ni taaluma ambayo ni ya msingi sana na huduma zetu tunazozitoa focus yetu ni usalama wa mgonjwa, usalama wa afya ya mgonjwa. Kwa vyovyote vile, utakapompa huduma lazima uhakikishe kwamba wewe unatoa huduma ambayo inakidhi viwango, na ndio maana tunakutaka uwe na umahiri wa kutosha. Umahiri huu unaupata wapi? Wakati wa kusoma katika mafunzo husika ya taaluma yako ulisoma kwa kutumia mtaala ambao umetengenezwa kwa minajili kwamba inakuwezesha kukutoa ukiwa na viwango vya umahiri unaotakiwa. Lakini pili, unapokuwa kazini unatakiwa, ili kuweza ku maintain tunasema, uh, kuweka uh, ule umahiri wako katika kiwango kinachotakiwa, unatakiwa usome mafunzo ya kujiendeleza mafunzo ya kujiendeleza maana yake unasoma vile vitu unavyo unavyotakiwa kukuweka wewe umahiri wako katika kiwango kinachotakiwa katika kutoa huduma, na ndiyo maana tunaposema continuous professional development ni uendelevu wa mafunzo ya kukufanya wewe upate umahiri wa kuwezesha kutoa huduma yenye viwango mahali ulipo na popote ulipo na katika mahitaji ya jamii husika unayohudumia. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa eneo hilo na kwa kuzingatia scope of practice, sisi tuna uhakika, baraza la uguzi na ukunga linauhakika kwamba huduma bora zitatolewa kwa umma na usalama wa umma utakuwa katika mikono sahihi ya wataalamu wenye umahiri. Kwa hiyo skopu inatuelekeza Ku, kujiweka updates kwa wakati wowote katika kuzingatia umahiri, lakini katika kuzingatia pia maadili code of, uh, of professional conduct and the practice, ambayo ndani ya code of professional conduct, issue ya accountability ni ya msingi sana, issue ya kuvalu patients ni ya msingi sana, lakini issue ya kumaintain au kutoa huduma kwa kuzingatia viwango umahiri competence, ni amsingi sana sasa. Vyote hivyo ukiviunganisha, ndio maana tunasema scope ni general document, lakini inatu guide na kutuongoza kufanya uh, kazi zetu au kutoa huduma zetu kwa ubora, kwa sababu inatupea ina, ina, ina inatupea kwenye mawanda mengi ya kutuwezesha tuwe katika mazingira ya utoaji huduma bora, kwa sababu lazima tusome, lazima tupate updates na chochote kinachojitokeza kwenye tasnia yetu ambacho ni, ni, ni kipya, lazima tukisome turu CPD ili tuweze kutoa huduma bora. Kwa hiyo Baraza la Uuguzi na Ukunga katika hatua hii, kwa kweli linajivunia kwa kukamilisha hii nyaraka ambayo ilikuwa ni na hitaji kubwa sana kwa wataaluma. Kwa hiyo niwape uhakika wataaluma sasa tutakuwa na nyaraka ambayo itatusimamia vizuri. Baraza jukumu lake kama mnavyojua kwamba kwa mujibu wa sheria yetu ya elfu mbili na kumi jukumu kubwa au mamlaka kubwa iliyopewa baraza ni kuhakikisha usalama wa afya ya Mtanzania au ya umma, public health safety protection. Kwa hiyo litakuwa linasimamia kwa karibu sana juu ya utekelezaji wa huduma za uguza ukunga kwa kuzingatia scope of practice kwamba kila muuguzi na mkunga anatakiwa kufanya kazi katika mawanda yao, na hii pia ni pamoja na kusisitiza wasimamizi popote walipo na mamlaka zote za usimamizi kuhakikisha kwamba zinahakikisha kwamba wauguzi na wakunga wanafanya kazi kwa kuzingatia mawanda yao, lakini kwa kuzingatia miongozo unayohakikisha kwamba wanatakiwa waweze kutoa huduma kwa viwango au kwa umahiri unaotakiwa. Kwa kufanya hilo, basi sisi tunakuwa na assurance ya usalama wa afya ya Mtanzania iko salama ndani ya mikono ya wauguzi na wakunga ambao, ambao ni taaluma ambayo ni very unique na soko, yani yani, taaluma ambayo ni ya tofauti kwa sababu tumepewa ile jukumu la kukaa na mgonjwa masaa ishirini na nne mgonjwa akiwa salama kwetu